Naam. Wewe si wa chini tena katika majumbe wa Yuda, kwa sababu kwako atatokea mtawala, kwako atatokea mtawala, atakaye tawala watu wa Mungu katika Israeli, atakaye tawala Israeli, atakaye tawala Israeli. Hu mdogo tena, kwako atatokea mtu mkuu mwana wa Mungu, kuna watu wakitazama biashara yako wanasema, ni biashara ndogo tu. Nikuambie tu, hiyo biashara si ndogo tena, endelea mbele, kwa sababu tunaona biashara kubwa inakuja. Kuna mtu anawaza kufungua kampuni, anaona mawazo hayo hawezi, aendelee kubaki hapo ofisini tu. Ninakwambia tu, endelea mbele, kwa sababu kampuni kubwa inakuja kwako. Huu mdogo tena, usiwe na mawazo madogo, usi we na mawazo finywa, hu mdogo tena, wewe ni mtu mkuu, maana kwako vitazaliwa vitu vikubwa. Kwako mtumishi wa Bwana, yawezekana. Sasa unahubiri hata watu hawakuelewi aini, nikwambie tu utumishi mkubwa huko ndani yako, na utakwenda na kuvuka mipaka ya dunia. Utakwenda utavuka mipaka ya Tanzania, utakwenda kila kona kuihubiri Injili. Hu mdogo tena, katika majumbe wa Tanzania U katika mikoa ya Tanzania, hu um mdogo tena. Wewe ni mtu mkuu. Inuka tena, songa mbele. Inuka tena, songa mbele. Inuka tena na uendelee mbele, maana hu um mdogo tena katika Tanzania, hu um mdogo tena katika dunia, hu um mdogo tena. Kuna vitu ndani yako vimefichika, kuna ukuu ndani yako umefichika, kuna neema ndani yako imefichika. Nakwambia ya inuka tena, inuka tena, songa mbele tena maana wewe sio mdogo tena. Na elfu mbili na ishirini na sita unakwenda kuwa mwaka wa tofauti kwako. Unakwenda kuwa mwaka wa miujiza kwako. Unakwenda kuwa mwaka wa kipekee kwako. Unakuwa kwenda mwaka wa sifa kwako. Unakuwa kwenda mwaka wa ushuhuda kwako. Unakwenda kuwa mwaka wa kuinuliwa kwako. Unakwenda kuwa mwaka wa tofauti na miaka mingine. Waza makubwa, waza makubwa, maana Bwana atakufanikisha yatimiza hayo makubwa, maana Bwana atakufanikisha kufika kule ambako paona hufika kule ambako wanadamu wasinguweza kukupeleka. Waza katika makubwa. Nawe Bethlehem, u mdogo tena katika majumbe wa Yuda, utadharaulika tena, kwako watatoka watu waku, kwako watatoka watu wakuo sema. Katika jina la Yesu, ninaita mema kwangu. Katika jina la Yesu, ninaita